Bwana, karibu kwenye tasnia ya matukio ya burudani, karibu kwenye tasnia ambayo inakupasha wewe taarifa zote za entertainment ambazo zinatokea kutoka hapa Tanzania pamoja na pande zote za dunia, na hii hapa ni Jitu Media. Nachokuambia tu usicheze mbali na mimi, usikae mbali ka, karibu kabisa niweze kukusogezea matukio yote ambayo wewe ungependa kuyasikiliza. Moja katika vitu ambavyo vitakushangaza sana ni ishu ya wasanii pamoja na siasa. Kuna mziki na siasa, moja katika vitu ambavyo vipo tofauti, lakini kuna watu wanataka kuviweka pamoja. Kuna watu wanataka kuvifanya viwe na undugu fulani hivi moja katika wasanii ambao wanavutiwa sana na siasa kwa sasa ni Harmonize. Moja katika wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye gemu ya bongo flavor. Moja katika wasanii ambao ni wabadi sana katika kipande hiki, lakini kwa sasa anaonekana kuitamani sana siasa, na ni kupitia mama Samia, kupitia Rais wa awamu ya sita Mama Samia Suluhu Hassan na hii ishu ya uchaguzi wake kuhusu mpango wa mitano tena. Moja katika vitu ambavyo vinafanya baadhi ya wa wasanii kuitamani tena siasa. Sasa Harmonize alikuja kuweka insta story yake pale ambayo ilikuja kushangaza sana watu wengi, baada ya kuweka kitu ambacho kinaonyesha kwamba Harmonize ni moja katika watu ambao wanaitamani sana siasa kwa sasa. Harmonize alikuja kuweka insta story yake akisema kwamba now I'm ready Tandahimba, my people, kwa maslahi mapana ya Tandahimba. RIP Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya tano Hakika moyo wako utakuwa na faraja sana. Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kutekeleza azami, mipango na miradi yenu yote na mingine mingi ndani ya muda mchache. Kama taifa tunakubaliana, Oktoba tunaweka tiki fulani hivi. Chama changu cha Mapinduzi si Tanzania, kikinipa ridhaa nipo tayari kuikamilisha hii ndoto yako. Then akaonyesha emoji fulani hivi ya kuomba na vitu vingine kama hizo hapo. Wakati hapo alikuwa ameweka picha fulani hivi ya kampeni na michongo ya siasa fulani hivi. Sasa hiki kitu bana kiliweza kushangaza watu wengi sana baada ya kuonesha kwamba Harmonize ameweza kumpongeza raisi Samia Suluhu Hassan kwa kupiga step kubwa sana ya maendeleo kwa kipindi kifupi, lakini pia alikuja kumgusia raisi uh, John Pombe Magufuli ya kwamba kwa sasa atakuwa yuko happy sana kuona kwamba mama Samia ameweza kutekeleza mipango yote ambayo waliweza kuipanga. Sasa alikuja kustoa watu baada ya kusema kwamba nikipata ridhaa nipo tayari kukamilisha mchongo ambao unaambatana na ndoto yake kwamba kuna kitu fulani hivi kati yake yeye pamoja na Tandahimba, yani kama anataka kuwa kiongozi fulani hivi wa Tandahimba, moja katika sehemu ambayo inapatikana kule Mtwara, nyumbani kwao kabisa. Lakini pia Harmonize hakuishia hapo, alikuja kuweka insta story nyingine akisema kwamba, naisubiri kwa hamu siku utakayonipa nafasi ya kukaa chini na kujadili vizuri Tandahimba, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, punde tu utakapokula kiapo cha kuiongoza Tanzania kwa miaka mitano ijayo inshaallah. Oktoba tunaweka tiki. Akaweka kaimoji fulani vikatiki ya kijani pale kuonesha kwamba atataka kumpigia kura Raisi aa, Samia Suluhu Hassan. Moja katika vitu ambavyo pia vilikuja kushtua watu wengi sana ni kuonesha kwamba kuna siku gani ambayo anaisubiria kwa hamu baada ya tu ya raisi Samia Suluhu Hassan kukaa chini naye na kujadili kuhusu Tandahimba vizuri. Ni kama anaonesha hamu kubwa sana ya kutaka kuiongoza Tandahimba, ni kama anaonesha hamu kubwa sana ya kutaka kuingia kwenye siasa bana. Hamu rais, tunataka tu atuchane mazima kabisa, ni kitu gani ambacho alikuwa nakilenga kutoka hapa. Then hapo alikuwa ameweka picha fulani hivi ya yeye akiwa na mama Samia, then wakionyesha kutabasamu na vitu vingine, kama izapo kuonesha kabisa kwamba walikuwa na moment fulani hivi ambayo ni nzuri sana. Lakini pia Harmonize ya kuishia hapo alikuja kumalizia na insta story yake ya tatu akisema kwamba thank you my president, Tandahimba ya mama, tumechelewa sana, Oktoba tunaweka tiki hapo, akiwa amemention CCM Tanzania Konde Boy akiwa ameweka picha fulani hivi ambayo inaonyesha harakati za siasa na michongo ya uongozi fulani hivi. Sasa kipande cha uongozi kwa msanii Harmonize ni kipande ambacho watu wengi bado hawajakijua vizuri. Yani ni moja katika wasanii ambao hawajawahi kujihusisha kwenye michongo yoyote ya siasa. Lakini kwa sasa ameonesha nia kubwa sana ya kutaka kuiongoza Tandahimba. Mchongo wa wasanii pamoja na siasa ni mchongo mzito sana. By the way, tumeona wasanii kadhaa ambao wanajihusisha na siasa lakini pia wanafanya muziki kama Mwana FA, Hamisi Mwenjuma, tulibona, uh, Mheshimiwa Sugu na watu wengi ambao wanafanya vizuri lakini pia hata kwa Damon Platinum, Damon Platinum mmoja kati ya watu ambao wanaonesha spirit kubwa sana ya uongozi. Tumeona at the time ambayo aliweza kuingia bungeni ana behave kama mwana siasa . Lakini katika usiku wa uzinduzi wa albamu ya Barnaba ambayo inaitwa 18 Love Sound Different, tunakumbuka kwamba Damon Plan alipanda kwenye stage, then akatoa speech fulani hivi nzito kuielekeza wa uh, spika wa bunge ambao ni mama uh, Tulia Axon, ambapo alitoa speech moja nzito ambayo ilikaa katika mfumo fulani hivi wa siasa. Tunaona pia damu ni Platnumz ni mmoja katika watu ambao wanaitamani sana siasa, lakini pia hata kwenye msiba uh, wa aliyekuwa rais wa awamu ya pili uh, Dr. Ali Hassan Mwinyi wakati wa msiba wake alionekana Diamond Platnumz akifunguka vitu kadhaa pale, ambapo aliulizwa kwamba, je, yeah, unaitamani siasa kwa namna fulani hivi. Alikuja kufunguka kwamba kwamba, one time nikipata nafasi ya kuwa mwanasiasa nitakuwa, kwa sababu ni kitu ambacho nakitamani sana. So tunaona kuna baadhi ya wasanii ambao wanaitamani sana siasa, kuna baadhi ya wasanii ambao wanatamani sana kuwa viongozi, na hii hapa ni spiriti ambayo ipo ndani yao regardless na elimu yao regardless na kwamba wamesoma kitu gani, hawa ni watu ambao wanatamani sana kufanya vitu katika kipengele fulani hivi cha siasa. Sasa kutokana na mchango kwamba kipande cha siasa ni kipande ambacho kinatamaniwa na wasanii wengi sana, mi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment Unahisi wasanii wazingatie nini? Kwa sababu kwa sasa wanasikiliza, unahisi wazingatie kitu gani ili kuweza kuingia vizuri kabisa kwenye kipengele cha siasa? Lakini pia unaweza ukanipanga hapo kwenye uwanja wa comment, ni msanii gani ambao wewe unahisi kabisa kwamba akiingia kwenye siasa anafit kabisa na hana shida yoyote. Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mi naitwa Jitu one time, Jitu wa TZ. Usisahau kugonga like hapo, comment fupi maoni yako ni nini, lakini pia unaweza ukashea kwa washikaji zako, nao pia waweze kutoa maoni yao. Wananiita official Genius, na hii hapa ni Jitu Media.